Mbunge wa Kigoma Mjini kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi CCM Mheshimiwa Baba Levo ametoa mpya bungeni. Mpya gani? Tunakwenda kuichambua hapa leo. Ametoa kauli mbili nzito na zenye kulenga moja kwa moja masuala ya wananchi bila kupindisha. Tunaona katika wiki iliyopita alikuja na mpya kuhusu kupitishwa kwa jina lake na kitu ambacho watu waliona kama ni mzaa kwa sababu tukirudisha taarifa nyuma kidogo, tunakumbuka kipindi anaapishwa alikatazwa, ama alikanywa kwamba jina la Baba Levo alitumiki, na watu wakachukulia poa, akaona kama analeta masiara. Lakini baada ya muda tumeona limethibitishwa bungeni na litatumika. Sasa katika kipindi hiki cha hivi karibuni, tunaona amekuja na mpya mbili na zote tutakwenda kuzipitia na wananchi wengi wameonekana kufurahishwa na kile anachofanya Baba Levo. Unatazama Afro Media TV, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare, tupe maoni yako ili uendelee kuwa mwanafamilia wa kudumu Afro Media TV. Na unapo subscribe, usisahau kuasha alama ya kengele ama notification ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, asanteni. Mbunge wa jimbo la Kigoma mjini kwa tiketi ya chama cha mapinduzi CCM, Mheshimiwa Baba Levo ametoa kauli nzito bungeni, akiwataka serikali kutoa pesa za usaidizi kwa ajili ya vijana kujiajiri, akionekana kupondea kauli inayosema kuambia vijana wajiajiri wenyewe bila kuwapa mustakabali ama mwanzo mzuri. Ni swala ambalo linazua vichekesho. Akiongea kwa sauti kubwa yenye kulenga moja kwa moja bila kupindisha, aliwaambia kuwa kujiajiri mwenyewe bila msaada wowote au usaidizi wa kifedha ni ngumu. Hata sisi wenyewe hapa bungeni ni ngumu, na ndio maana tumeamua kuwa bunge ili tupate mishahara, kwa kuwa mambo ya kujiajiri alitushinda kauli ambayo iliibua vigelegele na vifijo vingi, sio bungeni tu, hata Watanzania na wananchi wengi wameipokea vizuri kauli hiyo, akionekana kama mtu ambaye amebezi kupambania yale mambo halisi yaliyokuwepo mtaani. Basi tutamsikiliza kauli yake hii, kabla ya kwenda kwenye kauli yake ya pili nyingine, na utatuambia maoni yako, na utatuambia unaonaje. Je, anastahili sifa anazopewa au la? Hem, tumsikilize mheshimiwa Baba Levo. Vijana hawataki kona kona, vijana wanataka hela. Naomba sana mpango huu upunguze kona kona kwenye namna ya kumfikishia kijana hela kijana anataka pesa, na nitawaambieni ukweli, mkiangalia mara nyingi sana tumekuwa tunasisitiza hapa vijana wajiajiri, wazee kujiajiri. Lazima uwe na hela, unajiajirije? Ukitaka kujiajiri, ukiniambia mimi wakati niko nje ya bunge, Baba Levo, jiajiri, najiajirije? Namana nifungue biashara yangu, biashara naifungua na nini? Tupunguze masharti ya vijana kuweza kukopa. Tunaweka masharti magumu mtu kama uh, Linux, anataka kukopa unamwambia alete hati ya nyumba. Linux ana nyumba? lazima tuweke masharti ambayo yataendana na vijana tulio nao. Mtu amemaliza chuo, kamaliza chuo, ndio kwanza ana haha na dokumenti zake kutafuta ajira, unamwambia jiajiri. Anajiajiri kwa mfumo gani? Unamwambia bwana, tafuta mikopo, anaenda kwenye mikopo. Benki zetu tunazijua zina vigezo ambavyo hivyo vigezo vinamtaka awe na mali ambayo ameshika, aiweke kama dhamana. Tutafute njia sahihi ya hawa vijana pesa ziwafikie bila njia ngumu wanazopitia. Mimi nitawaambieni ukweli, mimi ni mfano. Aa, Dr. Samia Suluhu Hassan alituwekea wasanii pesa kwa ajili ya kukopa. Tumeenda kukopa, nimeenda kukopa milioni mia moja, masharti nilokutana nayo pale cha kwanza niwe na mali kama gari au nyumba. Nikajiuliza kuhusiana na wasanii wa singeli, hivi hawa watatoboa kweli kwenye huu mpango? <laughs> kwa tafsiri hiyo hata hizi pesa ambazo nimeona mheshimiwa waziri aa, Makonda ame, amepewa bilioni mbili, wapunguze masharti ya namna vijana kuzifikia hizo pesa. Wakiwawekea masharti magumu, wataenda watachukua wale wasanii ambao tayari wamesha Matajiri wanaela, na wale wenye vipaji wa china wazile pesa hazitowafikia. Natumai umemsikiliza Baba Levo kwa makini, Mwana Afro Media Tv, basi twende katika taarifa nyingine ambayo ameitoa mheshimiwa Baba Levo bungeni, maana tuna taarifa mbili ambazo zimezua sana mjadala mzito katika mitandao mbalimbali. Tunaona katika taarifa ya pili Baba Levo alisimama na kuongea kwamba ategemei uwaziri kutokana na elimu aliyokuepo nayo, ila yupo kwa ajili ya maslahi ya wananchi, kauli ambayo imezua kwamba ni dongo kwa wale ambao wanapenda uchu wa madaraka bungeni, ambapo mbunge huyo alisimama na kusema kwamba yeye ndo miongoni ama ni mbunge ambaye ategemei elimu yake kupata uongozi au kupata wadhifa fulani, kama ilivyo kwa akili za watu wengi ama wabunge wengi. Jambo ambalo limethibitisha kwamba yeye alichofuata ni kupambania wananchi na sio swala la kusema kwamba nitakuwa na elimu nipate uongozi fulani, hapana. Jambo ambalo liliibua vigelegele shangwe nyingi na kushangiliwa na wengi, hata pia katika maoni mbalimbali ya wananchi katika mitandao mbalimbali ya kijamii kama Instagram, Facebook, YouTube, Twitter na hata TikTok, wameonekana sana wakipendezwa na anachokifanya Baba Levo. Basi mwana Afro Media TV, na wewe utasikiliza kauli zake alafu utatupa majibu yako ama maoni yako. Je, Baba Levo unampa asilimia ngapi Zandio, wapana au unaonaje? Utatuandikia katika comment na tutakuwekea hapo clip ambayo alisema maneno hayo, utamsikiliza na wewe utajibu kadri unavyoweza. Tunaomba kila mtu ajibu bwana maoni yake kupitia uchambuzi huu na Afro Media TV. Basi tukamsikiliza Baba Levo katika kauli yake hiyo nyingine ya pili, yeah. na mimi mheshimiwa mwenyekiti, ndio mbunge pekee ambaye sitegemee kuteuliwa kuwa waziri kwa sababu ya elimu k kwa hiyo kwa hiyo nawategemea sana, sina wivu na nyie, lakini mimi ndo kiherehere ambayo nitawachomekea na nitawachongea pale ambapo mtafanya vitu vya hovyo kwenye jimbo la Kigoma mjini, sitowaacha. Naomba sana, mheshimiwa mwenyekiti, naomba sana mawaziri watusaidie jimbo la Kigoma mjini, tupate barabara, tupunguze vumbi. Shemdoo umeniahidi mzee wangu, asante. Nitakesha kwenye ofisi yako mzee wangu, naomba nisaidie barabara. Bila barabara sintorudi humu ndani, na kama utaki nirudi usinipe barabara. Mzee wangu asante, asante sana, asante sana. Natumai umemsikia vizuri mheshimiwa Baba Levo. Mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa Afro Media TV, tupe maoni yako, tuambie na wewe unafikiria nini kuhusu Baba Levo. Usisahau kusubscribe, ku like na kucomment Afro Media TV kwa elini, asanteni.